Na waziri mkuu huyu aliyeteuliwa ni mtu ambaye kwa kweli amekulia katika maisha duni, kwa hiyo anaonekana kwamba ni mtu ambaye ataweza kuwajali hasa watu ambao wako katika hali ya duni, watu wa vijijini, wajasiriamali, wafanyabiashara wadogo wadogo, wafanyakazi, haki za wafanyakazi, watu wafugaji na watu mbalimbali. Tunaamini kwa hatua hizo ambazo tumepiga kama taifa, kuna mchango wake kwa hiyo tunaamini amewekwa kwenye nafasi kubwa ambayo anaweza kuona vitu vingi kwa sababu awamu iliyopita alikuwa kwenye e, sehemu lakini sasa hivi maanaake anasimamia wizara zote na ndiye mtendaji wa serikali shughuli za kila siku za serikali lakini pia kwa CV yake ni daktari wa uchumi ni msomi wa uchumi na matatizo mengi ambayo tunayo ni matatizo ya kiuchumi kwa hiyo tunaamini e, ukichanganya e, rekodi yake ya utendaji na taaluma yake mimi nina matumaini na daktari Mwigulu Nchemba. Kwanza matarajio, ninataka haki itendeke katika maeneo yote, haki itendeke. Itakapotendeka haki na amani, hapo hapo itakuwa ni amani yenye msingi wa mafanikio. Lakini matarajio yangu nilionayo kwa kauli aliyoizungumza mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwa spichi yake, hasa hasa kwa upande wa kuwatengeneza, kuingia maofisini, kuwafagia wale wote ambao si watendaji wa haki. Ah, hiyo kauli inatawafanya vijana waliokuwa na mwamko wa kijaziba kutuliza nafsi zao kukaa katika hali ya kawaida. Ombi langu mimi ni kwamba swala hili lifanyike kwa uharaka iwezekanavyo, watu watulize nafsi zao kwa sababu watendaji walio wengi hawatendi haki katika wananchi wao.